Tendo la ndoa, tendo la ndoa katika historia ya Kiafrika ilikuwa inafanyika kusaidia watu kuinuana nguvu zao. Ndio maana tendo la ndoa halikuwa linafanyika kama kawaida hivi, vile watu wanaingia kufanya hizo e, ma, mapenzi, kushikana vitu kama hivyo, hiyo ni ya mwili. Lakini katika historia ya Kiafrika ilikuwa inafanyika roho, so unapata wana evoke the spirit ndio unapata mnaingiana, haikukua hata hiyo kungangana ngang'ana, ngangana nukupa, no, ilikuwa the spirit inachukua ushukani na mtu anafanya tendo la ndoa. Baada ya hapo, unapata mtu anarels ama mtu anafanya nini, anainuka release yale yale ambayo yamejingata yame kwako, alafu unafunguka. Na watu ambao walikuwa wana evoke hizo spirit za watu, ni watu ambao walikuwa na vipawa vikubwa, yani watu ambao wanaweza kucommand spirit za watu. Ndio maana tendo la ndoa katika maisha ya kale ilikuwa unapata mtu anafanya tu na uh, anyone, yani mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kumsaidia ku vibrate higher. Ndio maana katika maisha ya siku hizi unapata most rituals zikifanya, unapata wanahitaji nini, vitu kama hivyo vitendeke kwa sababu kuna exchange of energy, kupokea na kupokezana, kuachilia na kuchukua, vitu kama hivyo. Tendo la ndoa pia ilikuwa inasaidia watu kuconnect back to the creator, yani kurudi kwa muumbaji. Mwanamke katika maisha ya kale alikuwa kama portal ya kukusaidia kujua vile creation ipo na kukusaidia kufanya nini, kuconnect back to the creator. Ndio maana unapata mwanaume alikuwa akiingia katika tendo la ndoa na mwanamke, unapata ana anakuwa fulfilled, ana feel ameridhika, ana feel ako connected. Kama alikuwa na, na vita ndani yake, anapata amani. So tendo la ndoa katika maisha ya kale halikuwa linafanyika kama vile leo hii. Ni unapata mtu ako enclosed na mtu mmoja, basi ni hivyo mpaka wamechokana, hata hakuna interest. Yani mtu anaingia ana tu mwenzake vile anavyotaka. Mm? Mtu hata hana interest, wewe unaingia tu hakuna, yani unapea mwenzako mizigo. Ndio maana wanawake katika ndoa wanahisi wamechoka, eh? Kwa sababu tendo la ndoa lilikuwa linaendana na spirit, unabebeshwa mizigo hiyo. Ni kitu ambayo wanawake wanafaa kuambiwa, lakini wanang'ang'ania hilo jambo. Kitu kingine, tendo la ndoa lilikuwa linafanyika kama. Uh, kuna wakati mvua ime, ime, ime okunyesha ama mambo hayaendi vizuri ardhini, wanaume wana, walikuwa wanatoka wanafanya hizo uh, evokement of the spirit alafu wanafanya hiyo tendo into the ground, alafu unapata mvua inanyesha, ama mambo yanakuwa sawa, yanakuwa balance, kama kuna dhulma ama hukumu yoyote ardhini hmm. Haya, hii mambo ya kuenda kufanya, unapata mtu ha ametoka kuua watu ama amekufanyia watu mabaya, alafu anakuja anapatana na msichana, analala na yeye, alafu anamwachia hivyo, alafu msichana baadaye anapata mikosi visirani hivyo, hiyo ilikuwa inafanyika wanawake ambao hawakuwa wanazaa ambao hawaendelezi cycle ama generation yoyote. So ilikuwa mtu akitaka ku release any kind of binding bondages zozote alikuwa anatafuta mwanamke ambaye hazai. Hata unapoangalia katika uh, circumcision hiyo, wakati wanaume wana, wana wanatairiwa katika lugha mbalimbali, utapata wakiingia misituni kule, wakienda kutrainiwa, huwo wanaleta wanawake ambao hawawezi kuzaa, ndio wanafanyiwa hiyo practice ya kujifu, kufundisha jinsi ya kufanya hizo tendo la ndoa. So, mwanamke ambaye hakuweza kuzaa tasa barren ndio alikuwa anaenda anafanywa. Mtu akiwa amekosa e, katika jamii ama tuseme kwa mfano mtu waame, am, mke wako amekufa, so anataka kutoa hiyo spirit, huwa anaenda kwa mwanamke ambaye hazai, kwa sababu mwanamke ambaye hazai hana mwendelezo wa kitu. So that spirit dwell na inaisha kwake hivyo. Na unapata haileti matatizo kwake kwa sababu yeye hana cycle ya kuendeleza. Lakini leo hii unapata watu wanafanyia wasichana wadogo eh? Wanafanyia wasichana bikira ambao bado wanataka kuendeleza cycle. Na unapata hiyo cycle inaendelea katika generation. Katika spirituality haikuwa inafanyika hivyo. Ndio maana unaweza pata sometime, unaweza toka tu hivi ukapatana na mkaka fulani ama ukapatana na mdada fulani na mkafanya tendo la ndoa hata bila kuku, yani you are highly unapata wewe kumeinuka, yeye yeah, ameinuka, mnafanya na mnaondoka, kama mkuu mnajuana kwa sababu mkuu mnasaidiana ku raise vibration tendo la ndoa katika maisha ya kale ilikuwa inachukuliwa sacred, ilikuwa inachukuliwa uh, ni practice yani ya, ya, ambayo inasaidia kwa vitu vingi sana, ilikuwa inasaidia watu into spirituality. Ndio maana katika maisha ya rohoni, any practice lazima wahusishe mwanamke because mwanamke ndiye amesimama kama nengo ya kuconnect back to the creator. Acheni kutumia miili zenu vibaya. Leo hii unapata wanawake <coughs> kwa sababu ya digitalism vitu vingi vimetokea, mpaka the womb imetatizwa. Hakuna tena hiyo, hiyo utamu wa creation ya uumbaji, hakuna tena hiyo production, jinsi wanawake walikuwa wana produce zile nini, uh, energy kama vile kitambo. So unapata saa hii wanawake wa sahihi hawana hiyo vibration because ya nini? Ya a lot of trauma ambayo wametraumatiziwa ndani, so kucapture that vibration back inakuwa ni ngumu, inakuwa na challenges. Jaribu kujichunguza sana, ni vitu gani ambavyo unatumia ndani.